No, mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtaka zaidi kwa Kevoo TV na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na ku like na kushare na ku comment ili kupata habari zinazotendwa mtandaoni zaidi na zaidi. E, bwana eh, habari kubwa inatendwa mtandaoni. Tunajua kabisa klabu ya Yanga kwa sasa hivi inafanya vizuri sana na tunajua kabisa Yanga imeamua kufanya usajili wa nguvu sana na tunajua kabisa Yanga, dirisha lililopita, amebugi kiasi fulani hivi, alisajili wachezaji kusema kweli walikuwa chini ya kiwango ambao wanataka wao Yanga Afrika. Lakini sasa hivi bwana, bosi amekasirika, bosi ameamua bwana Yanga Africa wameshusha mashine moja kali sana, wengi tunamjua kama itwa Okero. Okero ni mchezaji ambaye ana sifa kubwa sana, ni mchezaji ambaye anatajwa katika timu kubwa nyingi sana hapa Afrika. Ni mchezaji ambaye kusema kweli ni mdogo sana, alafu mpira anaujua kinoma noma. Kwa hiyo Yanga wameamua kufanya usajili ambao mkubwa kinoma noma. Kwa sababu Okero ni mchezaji mdogo alafu ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo ataisaidia sana Yanga Africa. Lakini vile vile bwana, Yanga ameshusha mashine nyingine ya kazi huyu ni namba tisa ambaye ana uwezo mkubwa sana, ni mchezaji kusema kweli, mchezaji ana kipaji kikubwa sana sana sana huyu mchezaji anaitwa Depo. Depo bwana ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana na kipaji kikubwa sana sana. Kwa hiyo Yanga kweli wamepania wamepania wanataka kuonesha ukubwa kama wao ni timu kubwa, wanataka kuonesha kama wao hawapotezi kitu. E, afu Yanga wanasajili wana, wana watoto wadogo sana ambao wana uwezo mkubwa kinoma noma. Sababu ukimwangalia mchezaji bwana ana uwezo mkubwa alafu yupo vizuri sana sana sana. Wanamfuatilia mchezaji wanajua balaa lake. Kwa hiyo Yanga hapa wamenamba dume. Lakini vile vile upande wa pili wa Msimbazi bwana Msimbazi wao wamekaa kinyonge sana, lakini stori ambazo zinatrendi sana na zinazoongelewa na issue inasemekana ipo tayari ni kumchukua Chama kumrudisha nyumbani pale Msimbazi. Na tunajua kabisa Simba ni timu kubwa sana ambayo inajulikana sana Afrika, ni timu kubwa kinoma noma, na tunajua kabisa Chama aliondoka hapo Msimbazi kwa matukio fulani fulani. Sasa wameamua bwana, wana Simba kumrudisha Chama kumrudisha Chama imekuwa na makelele sana kwa mashabiki. Kuna mashabiki ambao hawataki kumuona Chama pale Msimbazi. Lakini vile vile Simba, Simba wameenda kwa beki mmoja mbaya sana sana ni beki ambaye, kusema kweli, mm, kazi ipo. Kwa hiyo Simba nayo inaendelea kumulika wachezaji wa kuchukua, hata kama Simba imetulia kinamna fulani, imepotezana kwa sababu watu wanajiuliza sana. Simba waoneshe makucha, waposti chochote kuhusu wachezaji wapya. Waone habari yoyote, wakiangalia Yanga, Yanga wao wanashusha mashine za kulikweli na afu mashine tunazijua kabisa ni mashine hatari ile mbaya. Kwa hiyo Simba amekuwa kama mnyonge kinamna fulani hivi, kwa sababu watu wanataka kumuona Simba akionesha makucha katika usajili. Kwa hiyo stories zimekuwa nyingi sana, mtu wangu wa nguvu itakuwaje? Na kukubali Chatu, usisahau, kusubscribe channel yetu na kulike na kushana kukoment, ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yanga ni ya mtu wa nguvu. Asante sana.